Migogoro ya ardhi manispaa ya Mtwara Mikindani imeendelea kuwa tishio kwa upatikanaji wa makazi ya huduma kwa wananchi, jambo linalohitaji msukumo wa ziada kutoka kwa baraza la madiwani wa halmashauri hiyo ili kuipatia ufumbuzi. Taarifa kamili na Muhamed Mwaya kutoka Mtwara. Mji Mwema na Tangila ni baadhi ya maeneo ambayo yamekumbwa na mgogoro ya ardhi, na hapa wakazi wake wanazungumzia ardhi hiyo. Hili eneo inaonyesha kwamba sisi tunataka tuzulumiwe. Tangu muda huo, miaka na miaka, tunalima hapa. Tuna, tuna wazee wetu wa, wengine wamefariki wametuacha sisi watoto wao, tumeona bora tulifuatilie tuelewe. Leo kunakuja mpaka sasa hivi sema kwamba hili wanakata mimea ambayo niliyoipanda, nikiuliza kwamba ni eneo letu sasa. Eneo hili wao walilipata wapi, wakati mpaka upo. Baada ya kula kiapo, madiwani wa halmashauri hiyo wanajitokeza mbele ya kamera na kutaja vipaumbele vyao katika kukabiliana na matatizo ya wananchi. Hili limetokana na kwamba mgawanyo wa viwanja hauko, hauzinga, haukuzingatia haki na, na, na usawa kwa sababu leo hii mtu mmoja anamiliki viwanja zaidi ya vinane, wakati vingekuwa vimegawiwa vile viwanja kwa watu wenye haja ya kujenga, ingekuwa sasa hivi kule mji mwema kumeshaendelezwa na ingekuwa tayari na watu wale wamelipwa zile haki zao. Katika manispaa yetu ya Mtwara tuna changamoto nyingi sana zikihusisha changamoto za ardhi, na sisi kama baraza la madiwani tumejipanga kuanza nalo hilo. Migogoro ya ardhi ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani inahitaji msukumo wa ziada kuipatia ufumbuzi kutokana na kukua kwa kasi kwa ongezeko la mahitaji ya ardhi kwa ajili ya makazi na shughuli zingine za kimaendeleo. Kutoka Mtwara, Mohamed Mwaya, Azam News.